Russia imesema inasubiria maelezo kutoka Marekani kuhusu pendekezo la kusitishwa kwa mapigano kwa siku 30 nchini Ukraine, huku vyanzo vya juu vya taifa hilo vikisitiza kuwa makubaliano yoyote lazima yazingatie mafanikio ya kijeshi ya Russia na kushughulikia masuala yake. Baada ya vikosi vya Russia kupata mafanikio mwaka 2024, Rais wa Marekani Donald Trump alibadili sera ya Marekani kuhusu vita hivyo, akianza mazungumzo ya moja kwa moja na Russia huku akisitisha msaada wa kijeshi kwa Ukraine na kusisitiza kuwa Kyiv ichukue hatua za kumaliza mzozo huo. Jumanne, Marekani ilikubali kurejesha msambazaji wa silaha na kushirikiana kijasusi na Ukraine, kwa kusema katika mazungumzo huko Saudi Arabia kuwa iko tayari kuunga mkono pendekezo la kusitisha mapigano hayo. Russia ilisema inachunguza kwa makini matokeo ya mkutano huo na itasubiri maelezo kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio na mshauri wa usalama wa kitaifa wa ikulu ya Marekani, Mike Waltz. Msemaji wa Ikulu ya Kremlin, Dmitry Peskov aliwaambia waandishi wa habari alimuuliza kama Russia inapanga kuhusisha mapendekezo ya kusitisha mapigano na kuondolewa kwa vikwazo vya kimataifa na kuwa alikuwa anatangulia. Nanukuu, Rubio na Waltz walisema watatufikishia maelezo kamili kupitia njia mbalimbali kuhusu mazungumzo yaliyofanyika Jeddah nchini Saudi Arabia. Kwanza, tunapaswa kupokea taarifa hizo, alisema Peskov, mwisho wa kunukuu. Rubio alisema Marekani inatarajia majibu chanya, na iwapo jibu litakuwa hapana, basi hilo litaiambia Washington mengi kuhusu nia halisi ya Russia kwenye mzozo huo. Alisema kutakuwa na mawasiliano na Russia Jumatano ambayo ni siku ya leo, na kwamba Ulaya italazimika kushirikishwa katika dhamana yoyote ya usalama kwa Ukraine, huku pia vikwazo vilivyowekwa na Ulaya vikijadiliwa. Alipoulizwa ikiwa Russia inaweza kukubali kusitisha mapigano bila masharti, Rubio alisema nanukuu hilo ndilo tunataka kujua kama wako tayari kufanya hivyo bila masharti, mwisho wa kunukuu. Katika taarifa ya Ukraine, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisifu mkutano wa wiki hii nchini Saudi Arabia kati ya maofisa wa Marekani na Ukraine kuwa ulikuwa ni wa kujenga, na kusema kuwa pendekezo la kusitisha mapigano kwa siku 30 na Russia linaweza kutumika kuandaa mpango mpana wa amani katika ukanda huo. Uvamizi wa Russia nchini Ukraine mapema 2022 umesababisha vifo vya na majeruhi mamia kwa maelfu, kuhamishwa kwa mamilioni ya watu, uharibifu wa miji, na kusababisha mvutano mkubwa kati ya Russia na mataifa ya magharibi kwa miongo takribani sita. Vikosi vya Ukraine vilionekana kuwa katika hatari ya kupoteza udhibiti wao mdogo katika eneo la Kursk, Russia, Jumatano huku Moscow ikidai kuwa imepata mafanikio zaidi na wanablogu wa kijeshi kutoka pande zote wakisema vikosi vya Ukraine vinajiondoa. Rais wa Russia Vladimir Putin amenukuliwa mara kwa mara kuwa yuko tayari kuzungumzia na kuhusiana na hatima ya vita hiyo, huku Trump akisema anaamini Putin ana nia ya, ya dhati na ingawa viongozi wengine wa magharibi wanatilia shaka mtazamo huo. Trump alisema Jumanne kuwa anatumaini Russia itakubali kusitisha mapigano na kwamba atazungumza na Putin wiki hii. Reuters iliripoti Novemba kuwa Putin alikuwa tayari kujadili mpango na Trump lakini akakataa kufanya makubaliano yoyote makubwa ya kieneo na kusisitiza kwamba Ukraine iachane na ndoto yake ya kujiunga na jumuiya ya kujilinda na NATO. Chanzo kimoja cha ngazi ya juu cha Russia kiliiambia Reuters kwamba Putin angepata ugumu kukubali wazo la kusitisha mapigano hayo bila masharti ama dhamana fulani. Nanuku, Putin ana nafasi nzuri kwa sababu Russia inasonga mbele. Chanzo hicho kilizungumza kwa siri kikisema, bila shaka, bila dhamana yoyote pamoja na kusitisha kwa mapigano, nafasi ya Russia inaweza kudhoofika haraka na kisha kulaumiwa mataifa ya magharibi kwa kushindwa kumaliza vita, chanzo hicho kiliongeza. Chanzo kingine cha Russia kilisema pendekezo la kusitisha mapigano linaonekana kama mtego kwa mtazamo wa Moscow, kwa sababu Putin atakuwa na ugumu kusimamisha vita bila dhamana madhubuti au ahadi fulani. Chanzo cha tatu kilisema jambo muhimu zaidi kwa kweli ni kwamba Marekani imekubali kurejesha msaada wa kijeshi na kushirikiana kijasusi, huku pendekezo la kusitishwa kwa mapigano likionekana kama njia ya kuficha hatua hiyo. Konstantini Kosachev ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya masuala ya kimataifa ya baraza la shirikisho ambalo ni baraza la juu zaidi katika bunge la Russia alisema kwenye Telegram kuwa mafanikio ya Russia nchini Ukraine lazima yaheshimiwe. Nanukuu, makubaliano yoyote, pamoja na kuelewa haja ya maelewano, yatakuwa kwa masharti yetu, si ya Marekani. Na hili si jambo la kujigamba, bali ni kuelewa kwamba makubaliano halisi yanaandikwa pale mstari wa mbele, ambayo wanapaswa kuelewa huko Washington pia alisema Konstantin mwisho wa kunukuu. Putin amesitiza mara kadhaa kuwa kusitishwa kwa mapigano kwa muda mfupi ni suluhisho, sio suluhisho la kudumu la kumaliza vita hivyo. Nanukuu, hatuhitaji mapatano ya muda mfupi, tunahitaji amani ya muda mrefu inayohakikisha na dhamana kwa shirikisho la Russia na raia wake. Alisema Desemba, ni swali gumu jinsi, jinsi ya kuhakikisha dhamana hizo. Hiyo ndio kauli ya Rais Vladimir Putin kuhusiana na kusitishwa kwa mzozo huo mnamo Juni aliweka masharti ya amani. Ukraine ni lazima iachane rasmi na mpango wake wa kujiunga na jumuiya ya kujilinda ya NATO na kuondoa wanajeshi wake kutoka maeneo yote manne ya Ukraine yanayodaiwa kuwa sasa yanakaliwa na Russia. Russia inadhibiti karibu asilimia 20 ya sehemu ya Ukraine, takriban kilomita za mraba laki moja na elfu kumi na tatu, huku udhibiti mdogo wa Ukraine magharibi mwa Russia ukiwa umepungua kabisa, kulingana na ramani ya wazi za vita na makadirio ya Russia. Russia inadhibiti asilimia 75 ya, ya mkoa wa Donetsk, Zaporizhia, Kherson na zaidi ya asilimia 99 ya mkoa wa Lugansk kulingana na makadirio ya Russia. Russia pia inasema maeneo hayo manne ni sehemu halali ya Russia na hayatakabidhiwa kamwe kwa Ukraine ambayo inasisitiza kuwa maeneo hayo yameporwa kinyume cha sheria na kamwe haitatambua mamlaka ya Russia juu yake. Mgogoro wa mashariki mwa Ukraine ulianza 2014. Baada ya rais mwenye mwelekeo wa Russia kupinduliwa katika mapinduzi ya Maidan na Russia kuchukua eneo la Crimea na baadaye wanamgambo wanaunga mkono Russia kupambana na vikosi vya Ukraine kuelekea mashariki. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital.